Kwa hivyo sisi, ndugu zangu, chama hichi harakati, kupitia chama hichi sisi tumewafikisha hapo, wamelazimika tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa. Hatumo ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa, kuna watu wanapita huko wakiwaambia, hawa CCM B, sijua hawa wenzao CCM. CCM wakubali ushirika wa namna hiyo? Tumemshika pabaya Tumemjua, tukasema tutapambana naye. Goli dakika ya mwanzo, hata hawajapasha misuli moto, natokea wakati huo. Amekuwa akifanya vitimbi vituko. Tumo ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa lakini tumo kama ni sehemu ya mapambano. Tumefikia hatua hiyo kwa kupambana, si sadaka sisi hatukugaiwa ndugu zangu wa Magu. Linawezekana, inawezekana. Salamu hizi ujumbe huu ni kwamba inawezekana, wajamaa, kuwaondoa tena, asubuhi mchana, kupe mapema kabisa, muhimu muamue kwamba tuko pabaya. sisi tumeendelea, wanafanya vituko kila mwaka, lakini sisi tumesema tutasimama, tuendelee nao, tutabanana hapa hapa mpaka kitakapoeleweka. Hatukusema tukae kitako tuwatazame mpaka warekebishe. Anayesema hivyo sawa, aendelee. Lakini ndugu zangu, tunachoambia sisi sisi hakuna anayewajua hawa kuliko wenyewe wanavyojijua, kuliko tunavyowajua sisi. Kwa hivyo ujumbe wangu nawaambia, ndugu zangu, uchaguzi ni jukwaa la mapambano, uchaguzi ni jukwaa la mapambano. Twende tukapambane nao huko huko. Tunachowaambia tu Watanzania tu hawa watu tuliwa chukulia poa sana. Ujumbe wetu tunawaambia, na wana wa Magu, naomba mtusikilize. la na kwanza, sisi tunawaambia tutabanana hapo hapo mpaka kieleweke, lakini la pili, tunawaambia ujinga ujinga. Sasa basi, ujinga ujinga sasa yaani mtu kwenye kituo cha uchaguzi anafanya jambo la kijinga, na wewe unarudi nyumbani, unalia, unakwenda kusikitika kama mtoto mdogo. Unarudi nyumbani, baba, nani kanipiga eh? Charezi kanipiga, si ndio? Mtoto mdogo anavyosema, anakwenda kushtaki kwa baba. Mtu wa Magu unakwenda kushtaki kwa baba? Mtu mwizi umemwona Sioni sura za namna hiyo hapa, sioni sura za mtu. Unamuona mwizi halafu unarudi nyumbani kwenda kushtaki kwa baba, wewe mtu wa Magu? Hebu tuone aibu kidogo. Hiyo ndio maana ya kwamba ujinga ujinga. Sasa basi.